Chimbuko hili la maadhimisho haya ni mauaji ya wa watoto takriban 2000 yaliyofanywa na utawala wa makaburu katika kitongoji cha Soweto nchini Afrika ya Kusini tarehe 16 Juni 1976. Mauaji haya yalitokea wakati wa maandamano ya wanafunzi kwa lengo la kupinga mfumo wa elimu ya kibaguzi iliyokuwa ikitolewa na utawala wa Afrika Kusini. Mwaka 1991 viongozi wa Umoja wa Nchi Afrika ikiwemo Tanzania walifanya uamuzi wa kuenzi siku hiyo ikiwa ni kumbukumbu ya mauaji ya watoto hao. Aidha, maadhimisho ya leo yanalenga kuwaelimisha na kuwakumbusha wazazi na walezi kuendelea kutekeleza wajibu wao kwa watoto kwa kuwapatia haki zote za msingi pamoja na haki ya kuishi kuendelezwa kulindwa kutobaguliwa na kushirikishwa katika utoaji wa maamuzi kwenye maswala yote yanayohusu watoto. Idara ya maendeleo ya jamii kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wanaojihusisha na masuala ya watoto kwa kipindi cha Julai ishirini ishirini na nne hadi Juni ishirini ishirini na tano tumefanikiwa kutoa elimu kwa watoto juu ya kuzitambua haki zao elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia, elimu ya lishe, kuunda mabaraza ya watoto katika shule zote za manispaa, pia kuhamasisha wazazi walezi juu ya uchangiaji wa chakula cha watoto wanapokuwa shuleni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi cha kuanzia Januari 2025 hadi Juni 2025, jumla ya matukio 230 ya vitendo vya ukatili vimeripotiwa ikiwa ni vitendo vya kute elekeza watoto vipigo kwa watoto vip... watoto hufanyiwa kazi ngumu matukio mia moja kumi na mbili utoro mashuleni na ubakaji matukio kumi na mbili. Matukio haya yote yalifanyiwa kazi, na jamii pia imeendelea kupewa elimu juu ya madhara ya kuwafanyia watoto vitendo vya ukatili. Ndugu wananchi, kwa manispaa yetu ya Bukoba kumekuwa na juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali kwa kushirikiana na wadau kwa kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa na kufikia ukuaji uliotimilika kuanzia tumboni mwa mama yake hadi umri chini ya miaka nane, kipindi ambacho ukuaji wa ubongo wa binadamu hukua kwa takribani asilimia tisini. Pamoja na jitihada zote tunazozifanya katika manispaa yetu, bado vitendo vya ukatili kwa watoto vinaendelea, na matukio mengi yanafanywa na watu wa karibu katika ngazi za familia zetu. Matukio mengi yanayofanywa kwenye jamii zetu ni pamoja na watoto kutopewa mahitaji yao ya msingi, vipigo kwa watoto, pia baadhi ya wazazi kuwatumikisha watoto kwenye kazi ngumu kama kuwafanyisha biashara na wengine kuwatuma kwenda kuwanunulia pombe jambo ambalo si sawa kwa malezi ya watoto wetu. Ndugu wananchi, katika kuimarisha ulinzi wa watoto na kuwashirikisha watoto katika kutoa taarifa za viashiria na ukatili wanaofanywa wakiwa shuleni nyumbani na maeneo ya umma, manispaa ya Bukoba imeunda mabaraza ya watoto kwa kila kata, na yapo kwa kata zote kumi na nne. Lengo la mabaraza haya ni kuwajengea uwezo watoto kupambana na vitendo vya ukatili, pia kuweza kupaza sauti zao pindi wanapofanyiwa vitendo vya ukatili. Katika upatikanaji wa lishe bora kwa watoto wetu na kuondoa kiwango cha juu cha utapia mlo, manispaa yetu inaratibu na kuhakikisha kila shule inatoa chakula cha mchana kwa watoto wetu. Hivyo ni waombe wazazi walezi, kuhakikisha kuwa tunachangia chakula cha watoto wetu, kwani baadhi ya wazazi wamekuwa wagumu kuchangia chakula cha watoto wetu, na hii imekuwa ni kazi ngumu sana kwa viongozi wetu wa ngazi za chini kuhamasisha, yawewanachukua kazi ngumu, wanakuwa na kazi ngumu ya kuhamasisha wazazi kwamba mtoto afanyiwe, achangiwe chakula ambaye ni mtoto wako, na mlishapewa elimu lakini siku ya siku unasema kwamba mjapata elimu hivi. Kweli, weka chakula kwa ajili ya mtoto wako. Hapo kuna haja ya elimu tena?